Uh, habari mwanafunzi wangu, ni mimi hapa Babu Bidabida, ni mtaalamu wa tiba asili Afrika. Usisahau ku like, comment, share na kusubscribe channel hii, ili mradi wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo kwa mara nyingine tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na tumeona tuje na kiumbe ambaye anaitwa Amot. M A M O T Amot. Kiumbe huyu ana sifa nyingi sana ana kazi nyingi sana kama mwanadamu akimpata, na ukipata riadha yake, ukikaa na ukifanikiwa kumpata kiumbe huyu, basi itakuwa umevuka katika viunzi vingi sana. Lakini pia kama ikiwa umepata pete yake, basi itakuwa umevuka pakubwa sana. Kiumbe huyu anawafaa watu manabii anawafaa watu wanaofanya miujiza, anafaa watu ambao wanaotaka kufanya vitu vitokee kwa hapo na hapo. Amuti ni kiumbe ambaye kwanza anazuia uchovu, yani anazuia kuchoka. Pili, Amuti a, anazuia au anamfanya mtu e, katika kazi zake, yani Amuti ni kiumbe ambaye anasaidia na anamsaidia mtu kwenye majukumu yake. Kwa hiyo wewe ukiwa na kazi yoyote basi unaweza ukampa Amuti na akaifanya. Kazi hiyo iwe ya heri, kazi hiyo iwe ya shari. Amuti anaifanya kama kawaida. Lakini pia kuvuta mali kwa haraka sana. Kwa hiyo ikiwa wewe umaskini umeochoka, ikiwa wewe mamlaka yanakusumbua basi Amuti anakufaa sana sana sana, lakini pia kwenye masuala ya uponyaji, yani kuwa na nguvu na mamlaka ya kimiujiza. Amuti anafanya hizo kazi kwa haraka sana. Kiumbe huyu, gharama yake pete yake ni milioni tano mpaka um, kumpata, lakini pia utasubiri katika episodi ya pili katika kumwelezea maajabu na kazi zake na jinsi ya kumuita kwa mwanafunzi wangu. Subiri kwa wewe, ambaye unayetaka kukali riadha ya kiumbe huyu, basi tutatoa episodi namba mbili kwa ajili ya kuita na kumvuta kiumbe huyu. Nikutakie kila la heri mwanafunzi wangu, na usisahau bado tupo katika ile ofa yetu. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unayetaka kiumbe huyu na kumiliki, basi hakikisha unamiliki kwa haraka sana. Madhara yake au kafara yake kiumbe huyu ni kufa kwa ajali, hiyo ndio madhara yake. Babu Bidabida hapa napatikana Dar es Salaam, Yombo Buza, kwa mama Kibonge. Asante.